ilisho yeah. Leo siku ya nne anakuja anarudi, ndugu yetu ni mgonjwa, ni kakangu tegemezi mimi toka, kangu, sijaru, ni mwanachuo toka kama toka kangu sijarudi chuo kakangu nitegemezi. yeah. Elimu yangu imeishia hapa, ya wakunilipia sina, mimi ni mwanachuo, sina mtu mwingine, kakangu ndo mdategemezi ale familia yote. Anamkaki, anafale, yeah. She, ni mtoto ni mdogo ishije yey ndo tegemezi. nauli zenyewe kila siku kwenda Segerea kuja mahakamani tunakosa. Mama Samia ninakosa, nitoke kwa majirani niombe nauli, ndanije nimwone kakaangu, bado harudi. Namwambeni Mama Samia na viongozi wote wa Tanzania, tusaidieni ndugu zetu, ndo tegemezi. Basi kama uchunguzi ufanyiwe tuambie, kitu ambacho ni kimoja, lakini mi naamini kuwa Mama Samia alitoa Samia kwa watu wote ngamba tena anisikia, mimi pia ni mwanachuo. chu anisaidia kwa...